Waraka wa Paulo kwa Tito, mlango wa tatu. Wakumbushe watu kunyenyekea kwa wenye uwezo na mamlaka, na kutii na kuwa tayari kwa kila kazi njema. Wasimtukane mtu yeyote, wasiwe wagomvi, wawe wema, wakionyesha upole wote kwa watu wote. Maana hapo zamani sisi nasi tulikuwa hatuna akili, tulikuwa waasi, tumedanganywa, huku tukitumikia tamaa na anasa za namna nyingi, tukiishi katika uovu na husuda, tukichukiza na kuchukiana. Lakini wema wake Mwokozi wetu Mungu na upendo wake kwa wanadamu ulipofunuliwa, alituokoa si kwa sababu ya matendo ya haki tuliyoyatenda sisi bali kwa rehema yake kwa kuoshwa kwa kuzaliwa kwa pili na kufanywa upya na Roho Mtakatifu ambaye alitumwagia kwa wingi kwa njia ya Yesu Kristo mwokozi wetu ili tukihesabiwa haki kwa neema yake tupate kufanywa warithi wa uzima wa milele kama lilivyotumaini letu. Ni neno la kuaminiwa, na mambo hayo nataka uyanene kwa nguvu, ili wale waliomwamini Mungu wakumbuke kudumu katika matendo mema. Hayo ni mazuri tena yana faida kwa wanadamu. Lakini maswali ya upuzi ujiepushe nayo, na nasaba, na magomvi na mashindano ya sheria, kwa kuwa hayana faida tena hayana maana. Mtu aliyemzushi baada ya kumwonya mara ya kwanza na mara ya pili mkataya Ukijua ya kuwa mtu kama huyo amepotoka, tena atenda dhambi, maana amejihukumu hatia yeye mwenyewe. Wakati nitakapomtuma Atema kwako au Tikiko, jitahidi kuja kwangu huku Nikopoli, kwa maana huku nimekusudia kukaa wakati wa baridi. Zena yule mwanasheria na Apolo wasafirishe kwa bidii, wasipungukiwe na chochote. Watu wetu nao wajifunze kudumu katika matendo mema kwa matumizi yaliyo lazima ili wasiwe hawana matunda. Watu wote walio pamoja nami wa kusalimu. Tusalimie wale watupendao katika imani. Neema na iwe pamoja nanyi nyote.